Hmm. Bana Mandala, yeah. Eh, mpangaji ametamba mbele ya mwenye nyumba kwako, hii ni tafsiri gani lakini, pia umetazama Simba una lipi la kuzungumzia? Kwa ligi kuu ya Tanzania sioni sim, yani sioni timu ya kuja kushika shati Simba, yani kwa ligi kuu ya Tanzania sio kama tunazidharau ila kwa ubora wa Simba na wachezaji wa Simba walivyo kwa sasa hivi sioni timu yoyote inaweza ikamshika Simba shati eti isichukue alama tatu, na kuna muda tuna misi matokeo ya miamko, unajua ile mpira mnapokuja mnaposhinda goli tano tano kila siku, si goli nne mara kila siku, furaha hata morali ya kuangala timu inashuka. Kuna muda mnamisi zile taaruki mm. kayo tuliongea na uongozi tuliomba kwamba mechi, kabla ya mechi, dakika za kwanza tuwe tunafungwa goli moja tumeongea na uongozi kwamba hey, kwa kila mechi, kwa sababu furaha ikizidi, unajua kama mjui, kila siku mko mnashinda kwa 100% kila siku mm -hmm. ile ladha ya mpira inakuwa inapungua. Hili taruki wepo kila mechi tu tunafunga goli moja, ili tupate taruki, tuone mpira ukiwa unacheza, tupate furaha, sio mbona tumefunga goli la kwanza pale watu taruki kaanza uwanja mzima umeona, watoto wakaanza kuleta burudani ya hatari. Jamani, mtare mtare, nani anaitwa Budo? Budo, budo, uh-huh. Kama ulimsikia mwana Simba yoyote, kama ulimsikia yoyote mwana Simba anakusema, naomba mumsamehe budo. Budo hawezi kujua sisi tulichokifanya. Budo alivyoletwa Tanzania mara ya kwanza, tukaanza kushangaa, mbona tofauti na kiwango chake. mm -hmm. Sio huyu Budo tunomjua sisi, baada tushishi tumnunue mm -hmm. Baada ya kumfuatilia tukaanza tukaja kugundua Budo karogwa jamani. Budo baada ya kufuatilia tukagundua Budo karogwa jamani. Tukasema inshallah si tunamwachia hala, tukambeba Budo tumempeleka Bwimbwini, nikaenda kusomoa dua Bwimbwini. Unapajua Bwimbwini Unguja huko huko unaenda na kidau huko, amna pikipiki, amna boti, ule unatembea kwenye kidau. Tukampeleka Budo Bimbwini, tukaenda kumsomea dua zote, tukamrudisha Dar es Salaam, tukampeleka kwa wachungaji wote, tukumfanyia maombi hmm. Budo karudi ule pale. Leo hii Budo akicheza mpira mwenyewe anapata burudani na. Jamani, naomba mnijibu nyinyi waandishi, uh, ah, mpira? Kiwango wewe, si mwandishi wa michezo kwa mchezaji bora hawezi kumuona. mm. Na mbaya mbaya wako mnasema Budo kiwango chake kipo chini. Kwa hiyo akiwa mbaya mnaona, kwa mzuri amuone? mm. ah jibu, sio na jigatagata. Akiwa mbaya Budo mnamuona sasa hivi kawaka, Budo amuone. Budo hatari kama Messi, nisikilize. mm. Budo hatari na Budo hauzwi, yaani Budo hatari afu Budo hauzwi na wala haachwi. Wanasema amechelewa kuonyesha performance, achelewe. Siko mtu na shida, na kwani mchezaji wa kwako? kwa kwa tu sisi kama tulimvumilia sisi, waseme wao kachelewa vipi? lazima tumemvumilia sisi, ndio wakwetu. Nyinyi mseme eti kachelewa? Yani wao tupangie sisi? Sisi bado hauzwi na tumuachi na ubingwa tunaochukua tunachukua. ligi kuu uh -huh, tunachukua shirikisho uh -huh, tunachukua FA uh -huh. na hamna mtu wote kutusumbua. huu ndio mwaka wetu wa kuenjoy. ukishabikia Simba kwanza unapata furaha, unanenepa, unaweza kuvaa shati kama hili hapo na Krismasi uh -huh. hiyo Simba shee unapata unaenjoy. mm -hmm. Ukishabikia Simba anakuwa na bashasha. na bashasha wa na washauri, hata kama nyinyi waandishi na timu zenu amieni Simba muone la tunaipata sisi. Unashauri waandishi nyinyi, kama timu zenu amieni Simba muone la faraja. Yani hata kama mke wako akakuchiti, labda akakuchiti, umegundua akakuchiti, ukiangalia uh -huh. mechi ya Simba unasahau uh -huh. haukumbuki chochote. Uh -huh. nakwambia kama mkeo kwa kuchiti au mmeo. Uh -huh. Ukiangalia mechi yote ya Simba unasahau mambo yote, unajua upo kwenye amani. Hiyo ndio Simba. Simba Sports Club tunataka tuchukue ubingwa wa shirikisho. Simba Sports Club tunataka tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Simba Sports tunataka tuchukue ubingwa wa FA. Mbebe treble mwaka huu. Tunataka tuchukue ubingwa kwa hii timu na ubingwa yote matatu tunakusana, tunaweka pale na tukichukua ubingwa hmm, wa shirikisho hmm, kila mwandishi atapiga picha na lile kombe, kila mwandishi <laughs> mmoja mmoja, wewe utakuja <laughs> na, na, na sanga picha, huyu atakuja na tsapesa picha, ngware picha, trusi picha, wote <laughs> narudia <Kwamba>? tukichukua ubingwa huu <laughs> uh, wa shirikisho <laughs> <laughs> kila mwandishi atapiga nalo picha, sijui muu na choisi yake picha, kila mtu picha, yote yaani tunatembea kila midia picha. Tukitoka hapa tunapeleka kombe Jangwani, walale nalo siku tatu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hey, tunapelekea, sikiliza, hmm. hili jambo ni la nchi, kama mjui hili jambo ni la nchi, inapofikia mpaka serikali inatoa ndege. Mm. sio jambo la kawaida kama ujui. Wachezaji wa simba sasa wanalindwa na taifa, wachezaji wa Simba wanalindwa na nchi, kwa sababu wanaenda kufanya swala kubwa la kinchi. Unajua, unapongea Simba sasa unaongea swala la kinchi ki mm. Simba kileta ubingwa wa shirikisho, inakuja kukomboa afrika mashariki. Simba kileta ubingwa, inakuja kukomboa vilabu vya Tanzania hivi vidogo vidogo, si Yanga, si Mtibwa, si zote mm. Inakomboa hiyo ni Simba. Kwa hiyo tunapoongelea swala la kimataifa tunaongelea swala kubwa. Tunasikitika, mimi nasikitika binafsi. Kuna watu wanaenda kusababisha Simba tena kufanya swala kinchi. Hawa ndio wapinga maendeleo ya nchi. Kuna watu wale wamefumwa kwa Zanzibar wameenda kuloga eti Simba sichukua ubingwa wa ba, disimba, bingwa, Mungu yangu. Mungu mkubwa jamani, wasameheni. Mungu asamehe hawa watu. Sisi tunatetea nchi, nyinyi mnaenda kurudisha maendeleo ya nchi nyuma. Asa hivyo anamota mpanzo, wakilaitu anamota mpanzo. Eti mpanzo wa miezi sita, Mpanzu sana miezi mitatu mm. Hivi nikuzeni swali rais waandishi, Simba ina malengo ya kuchukua ubingwa shirikisho, Yanga ina malengo ya kushuka daraja la tatu, sio kuchukua ubingwa. Kama mjui malengo ya Yanga ni kushuka daraja, kama hamjui, labda leo ndo nafungua akili wote waandishi na mm. wananchi, Yanga ina malengo ya kushuka daraja, Simba ina malengo kuchukua ubingwa shirikisho. Hebu vaeni viatu vya mpanzu, kama unaenda wapi? Yaani wewe utaenda kwa timu inayofikia kushuka daraja? Yaani, vaa viatu vya mpanzo utaenda wewe? Utaenda unajibu jibu, mdogo wangu, aa, ni kupe elfu kumi? Watatujibu ni kupe hela? Watatujibu kwenye, ongea, unaongea na mabosi wa Simba Sports. Hey, ongea mdogo wangu Mandala, tuangalie kwa namna ambavyo eh, Desem Mkwala leo hii ameingia kambani mara mbili hmm. Eh, kwako Desem Mkwala performance yake kwa ujumla. Simba ina mastrega wazuri, Simba ina wachezaji quality. Simba ina wachezaji wenye ubora mkubwa mm. Na hiki kikosi tumekitafuta ndani ya mwaka mmoja tu, sio miaka mitatu wale tujamsubiria mtu sisi mm. Tumefanya ubomozi wa kikosi, tumetengeneza kikosi kipya. Unaona Simba sasa hivi jinsi ilivyo mm. Simba sasa hivi kama ujua chekea mchezaji ni bora, hakuna mchezaji asio kwa bora sasa hivi. Simba unaiona pale, hata tucheze kombe gani sisi, patukio, kira, sisi kombe, tunataka matokeo tuchukue, yaani sisi kila kombe tunalitaka. Kwa hiyo mdogo wangu, nakupa hii salamu, mumshauri Yaani ushauri tu jamani, sio mbaya. Mimi nampenda sana, naipenda sana kwa sababu Tanzania unapoongelea Simba na Yanga ndo Tanzania hmm. Sitaki kuona nguko la Yanga. Bodi ya ligi wamezamilia jamani, bodi ya ligi wamepanga tarehe ile, tarehe hawajapanga kwa kujipendekeza, wamepanga tarehe kwa ile mechi ipo, yeah. Kwa nusura ya Yanga waache mzaa waje kucheza mechi tarehe kumi na tano wasipokuja, ndio itakuwa nguko yao. Jana Alikamwe aliposti akasema, moshi wa kijani na njano umeonekana Jangwani, niashiria kwamba hii mechi ya wachezi ngo, yani pale kwenye ya kuchezi wakaongeza neno ngo. Nikuliza swali rahisi mm, yanga inapanga tarehe ya dabi au tarehe ya mechi? Hapana. Simba inapanga tarehe ya mechi? Hapana. wenye mamlaka ya kupanga tarehe ya mechi nani? TFF. Walipanga hajapanga? Kwa hiyo mechi ipo haipo? Sio kwa mujibu, mechi ipo haipo? kwa, kwa Acha siasa nimekuza swali, Yanga napanga tarehe? Haipangi. Simba na mamlaka ya kupanga tarehe? Haipangi. mwenye mamlaka ya kupanga tarehe ya dabi ni nani? tarehe imepangwa ijapangwa, tafsiri, mechi ipo. Sasa kama mechi ipo, swala la kwanza mechi ipo swala so, la kutokuja au kuja ni swala lenu nyinyi. Hata sisi kipindi tulivyosema tujaja, hatukuwaomba bodi ya ligi kwamba tuambie mechi igairishwe, wenyewe wao wenyewe ndio wakagairisha. no, mechi sisi hatuwaombe wagairishe mechi. Kwa hiyo mechi ipo uh -huh. Na lazima mechi itachezwa na asipokuja anashushwa daraja. Anguko la Yanga Hili ndio anguko la Yanga, decline of young Africans, wajipanga tumia elimu zao, wanashuka daraja. Mandala, umemsikia Kadoguda, kauli yake anasemaje? Anasema mwenye kosa sio mm, Yanga. Yanga yana umiliki ule uwanja, aliyekuwa eh, mkurugenzi wa bodi, kwa hiyo mwenye kosa sio Yanga. Kosa la nini? La kuto kucheza mechi. Kwa zuia Simba. Ah, ah. Huko unarudi nyuma babu. Tarehe ishapangwa, tarehe mpya ipo, sitokumbusha mambo ya zamani. Sisi tunachojua tarehe 15 Juni. Mje mje mtuoji kule siku ya dabi. Yani hata kama Yanga wakipanda ndege na pipa anasafiri, sisi tunaenda uwanjani. Yani hata tuwaone wamepanda ndege wanaondoka wale wale, sisi kesho tumejaa uwanjani. Tunachukua alama tatu zetu kiatu, tunaenda kuchukua ubingwa. This is the kind of Young Africans. Yani ya